Tumekuja hapa kwenye shule ya sekondari ya Kleruu kwa ajili ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Sisi tunaadhimisha siku yake ya kuzaliwa kwa dokta Samia Suluhu Hassan kwa kupanda miti. Kwao kuna miti ambayo tumepanda, uhai mazingira, miti ni uhai. Kwa hiyo tumekuja kupanda miti kuonyesha kwamba siku yake ya kuzaliwa rais wetu tunaiadhimisha, tunaienzi kwa kupanda miti. Lakini kwa sababu taasisi hii imejipanga na imejilengesha kwenda kusema yote mazuri ambayo dokta Samia anayasimamia, na sisi hatutasita kuunga mkono jitihada hizo za kumsemea rais wetu. Mambo ni mengi sana mazuri anayafanya. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpatie amefanya vitu vikubwa vingi akiwa rais wa Tanzania mwanamke, vitu vingi sana amevifanya. Tumekuja kwenye taasisi ya elimu, tumekutana na madarasa mazuri mapya yamejengwa, tumekutana na mazingira mazuri, watoto wanasoma kwenye mazingira mazuri, wanapata vitu vyote vya msingi. Vitu hivi nani ataweza kuvisema? Lakini kwa Iringa tumeshuhudia maendeleo mengi makubwa. Sasa hivi unaenda wilaya yoyote ya mkoa wa Iringa kwa barabara ya lami ilikuwa ni nadra sana, ilikuwa ni shida kwenda Kilolo kupita ndani ya barabara ya lami. Ndani ya muda mfupi tumeona mama amefanya. Mama hongera sana. Happy birthday to you, unazaliwa, tukupe nguvu, tukupe shime, tukupe nguvu kubwa, sapoti, endelea kufanya. Mimi naitwa Hasani Ibrahim Rafiki, ni katibu msaidizi idara ya jamii na mahusiano ofisi ya mbunge jimbo la Iringa mjini. E, tumekuja kushirikiana na taasisi hii ya mama asemewe, nikiwa nimepewa maagizo na Mheshimiwa Mbunge wa jimbo la Iringa mjini, ndugu Fadhili Fabiani Ngajilo, akiwa ametuagiza tuje tumwakilishe kwenye ushirikiano na taasisi hii wakati wa kusherehekea sherehe za kuzaliwa kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. E, mheshimiwa mbunge ni mtu anayefanya kazi kwa karibu na mheshimiwa rais, kwa sababu wao wote E, wamechaguliwa siku moja ingawa ni kwa nafasi tofauti lakini ni vyeo vya kisiasa kuingia kwenye serikali. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge anatambua jitihada kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya kwenye taifa letu, anaifanya kwenye jimbo letu la Iringa mjini. E, ametoka kusema madam, tumekuja kufanya sherehe hizi hapa shule ya sekondari Kleruu, lakini tumekuta watoto wapo kwenye mazingira mazuri kabisa E, ambayo yanawawezesha kupata elimu ya uhakika. Yaani wanavitendea kazi vya kutosha, madarasa, madawati na waalimu pia wapo. Kwa hizi ni juhudi kubwa ambazo Mheshimiwa Rais ameendelea kuziweka katika upande wa elimu. Shukuru kwa ugeni wenu. Ugeni wa Mama Samia kufika shuleni kwetu. A, pamoja na birthday ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Dr. Samia Suluhu Hassan tunasherekea kwa kupanda miti ambayo ugeni huu wa leo, ofisi ya mbunge pamoja na taasisi ya Mama Asemewe, tumefanikiwa kupanda miti zaidi ya mia mbili hapa. Tunawashukuruni sana, tunasema asanteni sana kwa kuweza kutuletea miti hapa shoni kwetu, kwani miti hii inatusaidia katika hata utunzaji wa mazingira, na hivyo hutupelekea sisi wote kwa pamoja kuweza kupata hata hewa safi na pia kwa kutumia hayo mazingira kama yakiweza kuwa safi na kuweza kutunzwa yanaweza kutusaidia hata katika kuweza kuboresha afya zetu kwa, kutusa, kwa kutusaidia kuweza kutugea oksijeni ambayo inaweza kutumika kwa ajili ya mifumo ya fahamu. Imetembelewa e, na wageni na wameweza kutupatia miti ambayo inaweza kutusaidia katika kivuli na kutupatia hewa safi ili tuweze kujisomea salama na tuweze kufaulu katika mitihani yetu. Asanteni, tunawashukuru sana, karibuni.